Apeleke watoto kutembelea watu wa ukoo wao, watu na saba yao, watoto wajue kwamba huyu ni mkoi wangu, my cousin. Mkoi ni neno la jumla la cousins: mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mtoto wa alati, mtoto wa ami, wote kwa jumla wanaitwa wakoi. Utashangaa kwamba siku hizi wakoi wengi wajuani, ni rahisi sana watoto wetu hawatembeleani, hawatembeleani mpaka mnapata wengine wanataka kusuhubiana kimapenzi kwa sababu ya kutujuana, na hata zaidi mambo kuwa mambo ya, ya ya ya nini ya nini, haya ya kijamii. Sababu tukishika kwamba watu wanajua njoo kwamba huyu kwa kujua nasaba yetu ziko nzuri zaidi kutoka kwingine, ile ile shajara, shajara kwa sababu mm -hmm. mwana huyu mwana fulani, ile tunaita family tree. Family ndio hiyo family tree ya shajara, shajara yako un mwana fulani amezaa fulani, mchukuwa fulani, kitakuwa fulani kilembo wa fulani kilembo, kwa kama kingine kingine wa fulani. Hiyo ndio tukana hivi vizuri wazi apo, unajua kwamba wewe na ami yangu kaka wa baba yangu huyu ni shangazi ya shangazi yangu, eh, dada wa, dada wa, yangu dada wa dada wa baba yangu huyu. Eh, ni alati mama wa nini, dada wa dada wa mama. Huyu ni mjomba makao yangu, kaka wa nani, kaka wa uh, upande wa mama, kaka wa mama mm -hmm. yangu hivyo mtaji kwa kuzana kwa kuheshimiana na kukuzana kiukoo, ili msikilize mfanye mama mbaya kubaliki, maana katika watu ambao wanaona na wanaukoo hao watu ni maharimu, watu maharimu na watu ambao wafai kuona kwa sababu wanaukoo wanaukoo wa kidamu na uhusiano relatives nakua maharimu, alikuwa anasema katika njia ile, utagundua wengi ni kwamba kuna magonjwa ambayo unapata yanaambukiza, ile magonjwa ya kurithi yanajitokeza na kujiendeleza sana. Utamaduni wa Afrika hapo hatari sana watoto, mambo ya mshikamano wa kijamii, ili kukuza nini? Kukuza, kwa mfano, kukuza maadili yetu, kukuza pia utamaduni wetu kama ambavyo tumesema. Kwa mfano, Waafrika wafae kuona wenyewe kwa wenyewe, pia kujua watu wanasaba yetu na kina nani na nani na nani, ili tuendelee kupendana zaidi, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kushirikiana, maanisha kwamba tunafanya umoja ambao pia ni maadili katika mtalaa wa CBE. Mhm, kukabilia, kukabili, kukabili masuala ya ya itikadi kali mm. Hey, tumeona imekuepo sana Mgoma, na imechipukia shakaola. Sana shakaola, shakaola. Hey, na, mm. na, na, na, na, na inasikitisha sana huku kwenu mumia suku mm. Watu wengi wameathirika sana juzi <laughs> tumepeleka mili tano sita Kole. Huku ya jamii jamii moja imekwepo mm -hmm. Huku maeneo ya kuelekea Butere hadi mazishi yamefanyika mm -hmm. Uh, wajua una, unaambiwa kwamba mama alitoka na watoto wake mm -hmm. Mama Evile eh, alianza na anajaribu kuambiwa akakataa, mwisho huyo akatoweka kato. tu mm -hmm. Akaenda sasa naona wameishi hiyo wa miaka yote, kuna hadi watoto wengine hawajapatikana wa, wa ile boma hadi sasa, na hata kuja ku, kuzika na. Alafu najua mazishi, unakuja kuona tu leo umeamka, alafu unajikuta huko na, na makaburi manne pale nje. Itikadi, itikadi ni misimamo mikali, itikadi ni misimamo mikali ambayo mnaamini kwamba ni labda nilikuwa mgonjwa sifai kutibiwa. Na ni kuamini ama ni kuaminishwa? E, eh, ni kuaminishwa, ni kuaminishwa. Mm -hmm. Eh, pia kutokana na imani. Wewe pia sipia anaamini. Baada ya kuaminishwa pia naye akaamini. Hata mimi nili kuaminishwa, sitakubali, wewe utakubali, utakubali. Lakini huyo ameaminishwa na yeye pia aka, akaaamini, mm -hmm. Akakubali. Kwa hivyo kuamini kwamba labda nikiwa mguu kuugua, basi kuomba bila kutibiwa, nitapona. Mambo kama hayo. Eh, ama labda nilikuwa mgonjwa sijui nifanye nini. Ili ni wewe ni fasting. Eh, labda haishi njaa kwa muda fulani, hapo atapona tu. Eh, moja kwa moja. Na, na bado unaambiwa kwa daktari, anakuambia huwezi meza, meza dawa bila chakula yee, bila ni hatari e, kupona lakini inapendeza kwa maana, hata mashirika mengi yamejitokeza, kwa ukienda kuna masuala mengine wanakuambia hapa, tutakubaliana na haya. Mm-hmm. Eh, uwezi ukatuambia kwamba wewe ni mgonjwa utaepuka dawa. mm -hmm. Lazima utameza dawa <laughs> Hey, dola, dola. E, bure kwa maana nakumbuka hata wakati ule wetu e, kwa hivyo haikukuwa sana, watu wengi walikuwa washinikizwa e, but kuna najua kuna baadhi ya makampuni ambaye kila mm -hmm. mfanyikazi alikuwa analazimishwa atapewa chanjo mm -hmm. Naambia hapa lazima chanjo uta, utapokea eh, kwa lazima, e, kwa lazima sisi hatutakubaliana nawe e, kama utaki, mm -hmm. masuala ya chanjo ni sawa, we tuondokee. Hmm. Lakini hapa hatuwezi kukubali eh, sisi tuangamie kwa maana wewe umekosa kuchukua kuchukua chanjo. Na tunafaa kuyaambia mambo ni mengi sana, mambo ya msimamo mkali maishani uhai wa watu wengi sana, watu wengi wame-wa wameaga dunia kutokana na itikadi ambazo hazifai kamwe. Mwalimu, ningependa kwa maana vitu vingi nilikuwa nimeona tumezungumzia sana, tumefanya upanuzi kidogo, tukizungumzia masuala ya, ya kijamii mm -hmm. tunapata haya masuala ya itikadi kali mm -hmm. ambayo yanafanyika mm -hmm. Tunapata utangamano, mwanafunzi anafaa funza utangamano mm -hmm. na jamii yake mm -hmm. uh, uh, ushikamano ule mm -hmm. ukuwepo, unapata kwamba anakwambia kudhibiti masuala ya maafa mm -hmm. yanapatikana wewe unaweza kulinda aji jamii yako vile vile mm. na kusimama na inapatikana, ina e, utatuzi wa mizozo mm. utangamano wa taifa baada na taifa mengine hata e, wewe mm. e, utangamano wako na sheria e, ni muda ambao wetu umekatika, kwa maana naona tumesalia dakika saba mm -hmm. tukamilishe e, awamu zote mbili, tumeamua kwenda kote kuwili. Kuna mawasiliano mawasiliano faafu yes, mawasiliano mm na hiyo vitu vyote pengine mwalimu, uh, twende kwa methali mm -hmm. kuna methali ambayo kwa sasa wanasema ni methali ya CBE. Eh, mm -hmm. Eh, kwa maana mimi sidhani hata kama masuala haya ya uh, uh, uh, uh, uh, fedha ni kama wali, ukizidi kukula uisha. Yametokea, nimeona ni ni mpya sana <coughs> <coughs> tunazajipata aje kunaje? kuna, kuna baadhi ya methali ambayo yamejitokeza ambaye yanatumika sana katika mtaala e, mm -hmm. e, mm -hmm. mm -hmm. e, wa CBE. zipo nyingi sana, ziko methali chungu nzima. Kwa mfano pia kuna methali inayosema kuwa akupendaye mpende. Akupendaye mpende, si mtaala na miza upendo kwamba ni ajabu ya majabu. Anayekupenda anapenda mwingine Eh, inapaswa mbona kupenda nayo mpende, maana anapenda uh, na sababu labda damu yenyewe inaelewana labda mvuto wenu unaelewana, mambo fulani sifa zako zinapenda kaza yake zinaviana kwa namna fulani fulani, kwa uh, hivyo kupenda mpende, mimi tena mbele watu waishi kwa upendo, waishi kwa upendo ili waweze kufanya nini ili eh, uh, wasi wasijikute katika hali ya ya kutengana kwa like, hivyo uh, mnapopendana bila shaka, maana mna mnashirikiana mnashirikiana mwezi pendana muda mmetengana mna, mna, uh, uh, mna, mna, mna, mna, mna, mna,

fedha fedhehesha, kwa wale watu ambao wenye hela halafu wanayatumia kwa njia ambayo sio hayastahili, inawaletea baadaye na zile hela zako zishakuletea. Hivyo sasa, eh fedhehesha. Mm -hmm. Kwede, mani. Kwa amani ama siku ile ndio kwanza unazua vurugu. uh -huh. Na we ndi anakutendekea sasa hatayari. uh -huh. uh -huh. Pengine tupatie orodha uh, ya methali na pengine misemo ambayo ulikuwa umetuorodheshea katika kukuza masuala yetu ya maadili uh -huh. na masuala ya mtambuko kwa wana mwanzo najua tayari tumeanza na mm hiyo -hmm. hey, ya yeah. fedha ni kama wali hey, ukizidi kila unapozila unapozi, unapozi, hey, huisha. Inatuonyesha masuala ya umasikini Kukuli. Na vile vile ilituleta pale kwa kwa usipo kwa, kwa masuala ya umasikini Kukuli. Na upande wa mbona jina linanipotea, lakini ilikuwa kwa masuala pia ya biashara. Kwa maana tayari tayari tumejua ni masuala ya mtambuko yako pale, pengine wamb, mali bila daftari huisha, mali bila daftari huisha, bila mpangilio basi ghafla bila mm -hmm, huisha bila habari, bila mpangilio kwa maana ukienda pale kuna uwezekano mkubwa wa wewe kusahau au kupitiliza vitu umejikuta pale ume umenunua vitu vingine ambavyo haviko kwa orodha. Orodha yako kwanza muhimu. Kwa hivyo mali bila daftari huisha bila habari. Kupigia debe mambo ya heshima. Heshima si utumwa, heshima si utumwa heshima

kila mara usingizi pono, basi wewe pia utakuwa ukiamka tu na umaskini wako uko pale pale, matatizo yako pale pale, aso mbele umekoma, mm, pale pale. Alafu kuna ile ya haki ya mtu haipotei. Ehe, uh -huh. Kumbuka katika masuala mtambuko katika maadili mm, uh -huh. kuna ile haki za kijamii, haki za kijamii, haki ya mtu haipotei. Watu wapo wanapenda kunyaso wengine, wanyaso labda watoto. Watoto wanakosa lishe bora, watoto wanakosa matibabu, watoto wanakosa mapenzi, watoto wanakosa kupewa majina yao, watoto wanakosa usalama wa ule wao wao, kwamba haki ya na haki ya, ya mnyonge mlifi ni Mungu. Haki ya mnyonge ha, utadhani umekwepa e, ila unangojwa e, tu watapata kichapo baadaye. Haki ya mnyonge mlifi ni Mungu. uhum. na wale ambao kuna masuala ya, ya, matumizi ya pesa, matumizi ya pesa katika masuala mtambuko matumizi ya pesa, Ma pesa eh. zu zaidi Mm -hmm. naioz wanapata kazi zaidi za ziada wanaziweka mahali ili watumie baadaye kuwekeza kuwekeza. wanafunzwa wajue kwamba akiba eh, hayuzi, akiba hayuzi. wajue pia kwamba haba na haba hujaza kibaba. wajue kwamba chembe na chembe huwa mkate na pia wajue kwamba akiba si mbi ingawa ya kumbi, siku ya kivumbi utia motoni. Akiba si mbi ingawa ya kivumbi, siku ya kivumbi utia motoni kwamba tuwekeze tuwekeza kitu au tujaribu itakuja kutufaa baadaye. Unajua umuhimu wa kitu wakati umemhitaji, anakuja baadaye. Tumezungumzia masuala ya, ya ugonjwa na na kujitibu na kujikinga e, kinga nasema nini king, eh, kinga Mm. Uh, si bang, kinga ni bora kuliko tiba. Kinga ni bora kuliko tiba. Tunapata nyingine heshima si utumwa, si utumwa. Eh, kuleta masala ya maadili masala ya maadili e, mm, kila wakati maana yake heshima si utumwa ulazimishwa, kufanya heshima ni kutoka kwenye moyo wako, mm, anaweza kukutuza kwa sababu ya heshima yako, mtenda mema mm, pia ulipwa mema Asante um, sana mwalimu uh, muda wetu ndo huo, we umekatika na mwanafunzi. Pengine dakika moja tu tukamilishe kipindi. Mwanafunzi tayari ameshaelekezwa, haya maadili amefunzwa mada masuala mtumbuko mtambuko ashafunzwa. Huyu ni mwanafunzi ambaye akishatoka pale wa CBE tumeambiwa masuala ya o, alama sijui nini, mwanafunzi amekuwa bora sana sijui tathminiwa tu vile inavyokwenda, alafu tulipata pia mbinu ya kusahihisha pia. Mm-hmm, inaleta tofauti. Wazazi tunakanganyika sana, unapata wameandikia mtoto me expectation expectation. Kuna zile tafsiri e. Na natumai kwa vile muda umesonga e, uh, tutaweza kutenga muda. Najua ratiba yako ya kwanza wee kupatikana eneo la magharibi siyo rahisi, sio rahisi kama kawaida, ila atakuwa tuko nazo ambaye amesema ni CBE Terms Translations, tukiswahili, exceeding expectation kuzidi matarajio. Sana sana iko KM, unapata imeekewa pale kwa mwanafunzi kwa alama yake pale kwa Kiswahili unashangaa ni, ni abbreviation ya mwalimu ama ya nini? KM iko pale kuzidi. Meeting expectation kufikia matarajio, approaching expectation kukalia kukaribia matarajio. Kuna kufikia matarajio na kukaribia matarajio. meeting expectation ni kufikia matarajio, approaching expectation ni kukaribia matarajio, below expectation mbali na matarajio. key inquiry questions maswala dadisi, utakojo utakopata pale. specific learning outcomes matokeo tarajiwa maalum. Uh, kuna pertinent and contemporary issue maswala mtambuko. Kutambuwa, tayari uko tumezungumzia tayari. kuna reflection tathmin links to values uhusiano na maadili. Community service learning shughuli za huduma za kijamii zinazochangia ujifunzaji. E, values alishatuambia tayari kuna ni maadili. E, kuna zile katika maadili alikuwa ameshatuorodheshea uh, uh, integrity love responsibility respect unity peace patriotism social justice. Hadi integrity iko eh bingwa sasa haki za kijamii, kuna communication and collaboration mawasiliano na ushirikiano critical thinking and problem solving yeah. Natumai tunafunzwa sana. Sana, sana kwa wanafunzi kwa maana huwezi fanya assessment yeah. bila bila hiyo critical thinking and problem yeah. solving ability kuona yeah. wazi wa kina wazi na uto, wazaji wazaji wa kina E, wazaji wa kina na utatuzi wa matatizo, hmm. Imagination and creativity ubunifu hmm. hmm. wa mwanafunzi unatokea citizenship raia, uraia. Digital literacy ujuzi wa kidijitali hmm. tumeweka saizi, wanakwambia wanakuambia kwa stem hmm. umwende masuala ya computer na technology ipo hmm. hmm. e, hmm. na pale sakura sakura hmm. utu, utuambie kuna nini hmm. na ndio maana natumai sana hii digital literacy kwa masuala ya uh, kuchakura chakura ndo mm -hmm. Sana sana tunapatiwa wazazi tuwasaidie wanafunzi wetu wakati wanakuja nyumbani, unaambia uh, uh, Google this. Hata kata kata kuna kwa deshwile, zinatuma data za ziada. Eh, kwa mitandao e, e, kweli, kweli. Mm -hmm. Learning to learn, hamu ya kuendelea kujifunza mm -hmm. E, self efficacy mm -hmm. kujiamini, e, na hiyo ndio yote nasema tunasoma masuala ya CBE mm hii -hmm. Zote ni kazi za ziada ambazo za za uh, mzazi na mwanafunzi na mwalimu. Sana sana ni mzazi anafaa kuelewa masuala haya mm -hmm. ili mm -hmm. wakati anapatiwa mm -hmm. kumwelekeza mtoto mm -hmm. anafaa afanye nini? mm -hmm. tuna majukumu gani sisi kama wazazi kwa kufanikisha masuala ya CBE mm -hmm. kwa aweze kusaidia kuifanya asifanyiwe kazi hiyo. Mzazi usimfanyie mtoto kazi yako hiyo ya, ya ziada, bali umsaidie kufanya kazi ya ziada, si kwamba umfanyie kazi hiyo ya ziada yeah. Pia unaweza kumhimiza asigane na wenzake wa wakati huo wakati likizo, labda pale nyumbani. Tumesoma mambo pa ushiri wa ya umoja na mshikamano wa kijamii pale nyumbani, labda kuna wakuli zake, kuna ami zake wale wadogo, pia ami zake wale wanafunzi zake, labda anaweza kuwa na mjomba wake, lakini mwanafunzi mwenza mwenzake, lakini kiukoni, mjomba anaweza kuwa na mjomba lakini mdogo, labda anasoma kama wewe wawasaidie washirikiane kufanya kazi ya makundi, wafanye kazi katika makundi, wanafanya katika makundi, katika watakuwa wanafanya kujadiliana na wataelewa zaidi. Kwa utathimini wako mwalimu, unaona wanafunzi wa sasa ambao wamepitia mfumo huu wa CBE tunaenda kuwa na wanafunzi wa aina gani? Wanafunzi ambao wa wameshiba utemba, wameshiba utendi wale wana ambao wanajua practicals Si wale si tu wa, wa zamani ambapo tulikuwa tunapata wanafunzi ndio wanakuja kwa kwenye chuo kikuu naweza kuzungumza Kiingereza. Wanafunzi kwa kwenye chuo kikuu lakini hata haelewi taaluma ambayo somo yenyewe haelewi vizuri. Tutakuwa na wanafunzi ambao wamepikwa wakaiva, wameoko wakokeka si wale ambao ni wa, wa bichi, wale wale ambao tunasema kwamba wako half baked. Tutakuwa hmm, na wanafunzi wazuri maana sasa hivi ni mambo ya utendi. Wanafunzi wanafunzwa kupika chapati shuleni, wanafunzwa kupika vitu mbalimbali shuleni. Wanafunzi pale nyumbani anajua kupika namna alivyokuwa anapika katika somo la somo la sanifu. Kama ni mambo ya kilimo, wanafanya pale shuleni moja kwa moja wanapanda mbegu pale shuleni moja kwa moja. Anajua makongo. Makongo ni nini? Makongo ni shima za kupanda mbegu zinazoita makongo. Anajua anafunza, ili ndio kongo. Kongo ni nini? Shima la kupandia mbegu, unaona? Labda ana wafunza mambo ya matuta, ile tunaita ile ile na ile na nini? Mabuyu. Kwa hiyo analeta mabuyu. Ile ile, unaweka udongo pamoja kwa wingi ili uweze kupanda nani, viazi vitamu. Anajua anajua namna ya kutengeneza mama tuta na kadhalika. Kwa hivyo hali kama yeye anafanya, mtoto anajua namna ya kuishi, hata kikosa kazi ya ajira ya kuajiriwa, anaweza kujiajiri mwenyewe na akajitegemea. mm -hmm. Naam, tunavyokamilisha kipindi, mwalimu, pengine watu wawili watatu, hmm mm ambao e, unaweza um ukawakumbuka, unaweza ukawatumia salamu zako e, na kuwakumbuka. Naanza eh, kwanza na huyo rafiki yetu ambaye kama tumia Rafa Awali huyo Duncan Kadaji alikuwa mm -hmm. Mosbridge E, shafiki kwa wangu mkubwa, nafuatilia kila wakati. Pia kuna huyo Vitalis na Decho mwalimu kutoka shule ya Busia, huyo e, shule inaitwa Lukoni Lukoni Primary School sehemu ya Busia, mwalimu mzuri sana bila shaka. Kaka Fred rafiki yangu wa dhati ambayo tumetoka naye mbali kaka Fred akwa maeneo ya Kimilili, wala hujui, labda e, nseme kaka Fred Wafula kutoka maeneo ya Kimilili, anamuita mwalimu Fred e, mwalimu Fred huyo eh, rafiki yetu wa dhati kweli kweli. Pia kuna mwalimu kaka Siwa

rafiki yetu mwingine anaitwa Bingwa, anaitwa Bingwa mwenyewe sehemu ya Ndengelewa. uh -huh. sehemu ya Ndengelewa, ile Bingwa ambayo tumaye kuja hapa siku moja, ukamwona akidadavua mambo kwa ukondano, kwa kweli. mwalimu uh -huh. wa bwili uh -huh. eh, mwalimu wa bwili, mwalimu wa Bungoma High School uh -huh. mwalimu sana eh, kuna mwalimu Mr. Dadiambo Osiango, kuna Oscar mwalimu, kuna Franklin Onyango, kuna Faith Fahari na wengine wengi wa ambao wanasikiliza kipindi kipi hiki, pia nimekuwa uh -huh. na mhadhiri, mhadhiri wa chuo kikuu, mhadhiri wa chuo kikuu cha Charongo uh -huh. Amesema anafuatilia kweli kweli mubashara. Huyo anaitwa bwana Charles Kioko, bwana Charles Kioko, rafiki yangu, ai kweli kweli, huyu mhadhiri wa wanahabari, mhadhiri wa wanahabari katika chuo kikuu. Inapendeza sana, inapendeza sana ah! Wale wote unaona, ni watu wenye haiba walimu ambaye ni tajika sana na inapendeza sana. Asante sana mwalimu, kwa kufanikisha kipindi chetu cha leo. Umetufunza sana na tayari umefanya kitu kizuri, kwa maana wanafunzi wako nyumbani, wazazi, kuna baadhi ya wazazi wako nyumbani leo hii na shule saa hii tumeachia Judith Amakombo Judith na Makombo mm, na mkoa. Yaani vile unavyotiririsha Kiswahili hatujui kama haya lugha ya nyumbani unaweza, na unaweza ukaidadavua vilivyo

aaa wow. yapi anafanya? Mwalimu mzuri sana. Yaani naona